Naam, uhali gani mtazamaji wa Kondoa DC habari? Jina langu naitwa Brighton Kimaro. Karibu katika matangazo yetu. Tuko hapa katika eneo la Roundabout. Hapa tuko katika mkoa wa Singida, hapa kuna jambo kubwa moja ambalo linakwenda kufanyika muda mchache ujao. Leo ni siku ya tarehe moja mwezi wa tano, duniani tukiadhimisha siku ya wafanyakazi, jina maarufu tunasema Mei Mosi. Eh, makundi mbalimbali mbali ya watumishi wa umma na sekta binafsi wamejitokeza hapa eh, kwa ajili ya kusikiliza, kufurahi na mengine mengi. Wafanyakazi oye!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 katika siku ya Mei Mosi ya tarehe moja mwezi wa tano siku ya wafanyakazi, tumehudhuria leo siku yetu, kwa kuwa siku yetu ya furaha, tumehudhuria hapa Singida na kwa kweli tumefurahi. Moja ya vitu ambavyo vimetufurahisha leo ni pamoja na mambo mazuri ambayo Mama Samia Suluhu Hassan rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ametufikishia sisi kama wafanyakazi wake eh, wa serikali lakini pia na wafanyakazi binafsi binafsi kitu kilichonifurahisha leo eh, kat, moja ya vitu ambavyo amevisema mama Samia Suluhu Hassan ni pamoja na nyongezeko ya mshahara wa kima cha chini ambayo imepanda kwa asilimia 35 ina maana hii sasa inaenda kuinua uchumi wa wafanyakazi ambao walikuwa wanapata kima cha chini kwenda juu lakini pia kitu kizuri zaidi ambacho leo kimenifurahisha ni pamoja na risala yetu na jinsi mama Samia Suluhu Hassan alivyokuwa anaijibu risala ile ya wafanyakazi. Jambo hilo limetupa matumaini sisi kama watumishi wa umma na imetupa nguvu na ari, lakini bila kusahau kauli mbiu yetu ambayo inasema juu ya uchaguzi kushiriki uchaguzi, na kwa kweli tutashiriki uchaguzi, na binafsi nitachagua kiongozi ambaye atafanikisha maslahi ya wafanyakazi kama ilivyokuwa mama Samia Suluhu Hassan. Maneno yake leo e, ametufurahisha na kufikisha kiu yetu ile kuhakikisha imekauka. Binafsi napenda kumshukuru mwajiri wetu ndugu Shabani Milao kwa kutupa nafasi ya kushiriki maadhimisho ya Mei Mosi. Kwa kweli tumefurahi, tumeenjoy lakini pia ni marango ya kwanza. Ho, nimeona ni fursa kabisa ametupa kingine. Napenda kumpongeza mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa, kwa kutuona sisi watumishi, lakini kwa kutupa motisha zaidi, kikweli inatupa morali ya kufanya kazi. Kwa siku ya leo ninafuraha sana kwa sababu ya, kwa namna ambavyo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri yetu ya Kondoa ndugu Shabani Milao kwa namna ambavyo ametuandalia utaratibu mzuri wa sisi kuweza kuondoka katika kituo chetu cha kazi Halmashauri ya Wilaya Kondoa hadi katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi ambayo yamefanyika kitaifa mkoani Singida. Namshukuru sana kwa kutuwezesha kwa usafiri, lakini vilevile ametuwezesha vile vile na kupata chakula cha mchana. Kwa hiyo tunapongeza kwa hilo. Lakini la pili nichukue nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa, kwa, kwa kutibu kiu ya wafanyakazi ambayo wengi walikuwa wanaisubiri kwa hamu, na tunaitakia kila la heri, uh, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo kwa kweli wanatujali sisi watumishi na amekiri hadharani kwamba kwa mba, namna ambavyo sisi tumeshiriki katika kuinua e, pato na uchumi wa taifa. Kwa hiyo tunampongeza sana na tuna tunaliombea taifa letu ili uchaguzi basi wa mwaka 2025 uweze kwenda kwa amani na kwa utulivu na wale basi watakao shinda washinde kwa haki na wale watakao shindwa basi wakubali kushindwa kwa sababu wa, asiyekubali kushindwa sio mshindani. Wanadi sera zao vizuri na tuwasikilize sisi wananchi na mwisho wa siku basi sanduku la kura litaamua litamuangu. Kwa watumishi, kwa kweli hii imeongeza ari hasa katika utendaji wa kazi. Rai yangu ni kwamba kila mtumishi katika eneo lake sasa aweze kuwajibika vizuri, kwa sababu e, changamoto zake za kimaslahi tayari mkuu wa nchi ameshaziweka sawasawa. Kwa hiyo tunaimani kabisa kwamba kwa kupitia nyongeza ya mshahara ambayo Mheshimiwa Rais ameitamka leo nina imani pia itaongeza ari kwa watumishi wetu kufanya kazi kwa bidii na hivyo kuleta mapinduzi makubwa zaidi ya kiuchumi na kimaendeleo katika taifa letu. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuangalia sisi wafanyakazi wake. Si tunapenda amani iwepo ili tuendelee kufanya kazi na kwa bidii na kwa juhudi zote. Napili na pili, namshukuru mwajiri wangu mkurugenzi anaitwa Shabani. Kwa hiyo nampa pongezi kwa kuniwezesha nami nikawepo katika kushiriki Mei Mosi Singida. Kwa hiyo mimi namshukuru sana, naombee nchi yangu amani, na vile vile mkurugenzi, namwombee Mungu amzidishie umri mrefu, na vile vile rais, namwombea rais wetu Mama Samia Suluhu Mwenyezi Mungu amzidishie umri mrefu.